Maafisa wa EACC walieleza kamati ya bunge kuhusu haki na sheria kuhusu historia ya uzaji wa jumba la Integrity ambalo limeuzwa mara tano tangu mwaka 2013 hadi sasa likimilikiwa na kampuni ya Tegus Limited inayomilikiwa na Ahmed Adan na mkewe Asma Adan, EACC ikisisitiza kuwa jumba hilo halikuwa mali ya umma. Ardhi ya jumba hilo iliyokuwa mali ya kampuni ya Rivac ikiwekwa kama mdhamini mwaka 1998 kufuatia mkopo wa shilingi milioni 152.5 ambayo kampuni hiyo ilipewa na benki ya Trust Finance. Trust Bank, it alone went also under, and it was placed under receivership with people's money. But remember now we are talking about the

Which DPFB was looking at. Kodi ya shilingi milioni mia tatu hamsini na saba ikikusanywa kufikia mwaka elfu mbili kumi na tatu kulipa deni hilo, na sababu ya kampuni ya Rivac kuweka mkataba na Benki Kuu pamoja na bodi ya hazina ya kulinda amana kuitisha shilingi milioni mia moja kumi na tano zaidi ili kukamilisha mkataba huo, ardhi hiyo ikarejeshiwa kampuni ya Rivac. This settlement was not done under the table and that everybody involved, everybody concerned was involved. And it went to the board level, yes. You, you see we, we don't want to sit here trying to, or looking like we are defending these other people's transactions. I don't want to fight anybody's war. It's not mine. Riva kikaiuzia kampuni ya Tegus Limited ardhi hiyo kwa shilingi milioni mia nne Kampuni hiyo ndio sasa inapokea kodi ya zaidi ya shilingi milioni sabini kila mwaka kutoka kwa EACC ambayo imekodishwa afisi hizo kwa miaka miwili zaidi. EACC hata hivyo, inaitaka hazina ya kitaifa kuipa shilingi milioni mia nne za kununua jengo litakalokuwa makao yake makuu. Faiza Maganga, Citizen Pashe.